Baadhi ya washauri wa rais William Ruto wanalipwa mshahara wa takriban shilingi milioni moja kwa mwezi, ikiwa ni mshahara sawia na mawaziri huku mzigo wa mishahara yao ukiendelea kuwa mzito. Akizungumza alipofika bungeni, mratibu wa Ikulu Katole Mitito pia aliambia kamati ya usalama bungeni kwamba bajeti ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta imepunguzwa kwa shilingi milioni 94 kama anavyotuarifu Emmanuel To <coughs> Huku maswali yakiendelea kuibuka kuhusu kuongezeka maradufu kwa washauri wa Rais William Ruto, gharama ya kuwalipa mishahara na marupurupu iliwekwa paruanja, wabunge wa kamati ya usalama ya bunge la kitaifa wakitaka kujua gharama ya mishahara yao. Mratibu wa Ikulu Katole Metito akieleza kwamba baadhi yao wanalipwa mishahara minono sawia na ya mawaziri how much each advisor is paid. The range is, uh, actually some are at the level of cabinet secretaries and uh, others are at the level of the PSS. So, you know, big, uh, I could say the lowest is at job group T. Yep. TUV. Waziri analipo mshahara wa shilingi 594 elfu Marupurupu ikifikisha mshahara huo shilingi milioni moja. Ole Metito akieleza sababu za tofauti ya mishahara ya washauri hao. Maswali yameendelea kuibuka kuhusu umuhimu wa washauri hao haswa baada ya Rais Ruto kuongeza licha kuahidi kupunguza nusu yao mwaka uliopita. Ripoti uh, uh, like, uh, uh, the za bunge zimeashiria kwamba gharama ya kuwalipa washauri wa rais imevuka shilingi bilioni moja kwa mwaka huku wakiendelea kuongezeka haswa baada ya makubaliano ya serikali ya muungano. Haya najiri huku bajeti ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta waliokuwa makamu wa rais Kalonzo Musyoka na Mudi Awori na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga ikipunguzwa. Afisi ya Kenyatta ndiyo iliyopoteza bajeti ya juu zaidi, ikipokonywa shilingi milioni 94 ya marupurupu yake ya kustaafu. Afisi ya rais imepewa bajeti ya shilingi bilioni 8 katika mwaka wa kifedha unaoanza tarehe mosi Julai. Emmanuel to runinga ya Citizen, Nairobi.